La mwisho kitabu cha Yohana sura ya tatu Yohana sura ya tatu mstari wa kwanza Biblia inasema unaoingia yes, no utayari kuwa tayari kwenda. Nimesema kuwa tayari ukutai kuingia viwango vingine. Sikia, Mungu hatakupeleka mahali popote kwenye viwango vingine. Ila kwenye viwango vingine wewe unaenda mwenyewe, ila Mungu anakupa nguvu ya kwenda. Anamwambia Ibrahim, toka kwenye nyumba ya baba yako uende mpaka atakapokuonyesha. Ilikuwa ni kazi ya Ibrahim kwenda mpaka atakapopapata. Praise God. Leo naingia kwenye levo nyingine, kuwa tayari kwenda. Praise God, kuwa tayari kumove kuwa tayari kumove, kuwa tayari kujane, kuwa tayari kumove. Kuwa tayari kumove, kama kuna move unataka uijue, ni inner movement. Yes, mtembeo au movement ya ndani inner move hii ndiyotakiwa kupeleka na kupaka mafuta hayo e kwa umaminifu oas kuwa move. Mungu siku zote atatoa njia mpaka mtu yuko tayari kuiona. Praise God! Mungu akugawa bahari ya Shamu Biblia asema Musa alipokwisha kuweka mguu tu kwenye bahari ya Shamu, maji yakapotea. Praise God, kama uko tayari ku move now, hiyo levu unaweza kuingia iko ndani yako sasa hivi. Praise God hiyo hiyo levu ta kuingia iko ndani yako sasa hivi. Kama, if you are ready, God is ed ready. If you are not ready, God is not ready. Maandalizi ya moyo jawabu la ulimi. if you are ready, God is ready. Are you ready? Are you ready? If you are ready, God is ready for you. Praise God. Are you ready? Uko tayari, uko tayari na usizokawazo ntafanyeje? Mungu anataka uwe tayari, uwe tayari Oh, my God, utakapoanza kuwa tayari kumuvu katika tayari muvu, Mungu atafungua njia ya hiyo muvu. Kama unataka kumuvu mahali popote, ukishakuwa tayari kwenda, Mungu atafungua njia ya hiyo movement. Praise God, naudia tena na udia tena. Kama ndani yako unataka kusafiri kwenda Dubai, China, Japani, amen. Nimekupa mfano wa, wajana wa, wa, wa, wa, wa, mimi si ndio? God I'm ready to move Tanzania. What's happened? Yesterday happened. Praise God. Get ready to move now. Are you listening? Get ready to move. Praise God. Punga mkono wako juu.

Upepo huvuma upendako, upepo huvuma upendako na sauti yake waisikia, ndio, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Yaani upepo na muvu, naisha kuona mnaona mti unatikisika si ndio? Yes. Amjui unatoka wapi unakwenda wapi? Au hitaji, hujui nakwenda wapi, mi najua nakuelekea. Au hitaji, hujui natoka wapi, mimi najua nakotokea. yes. Na nakokwenda, upepo muvu, mnaisikia sauti mwaka huu wataona sauti. Amen. Wataona matokeo. naisha naisha kuona upepo, naisha kunyonyesha upepo. Na upepo. Na upepo. uko wapi? mnaona upepo, upepo mnaona nini? mnaona nini? mnaona nini? mnaona nini? mnaona upepo, mnaona nini eh? mnaona matokeo ya upepo, mnaona miti inadondoka inayumba praise God, unasema kuna upepo nini mkali, lakini upepo hauonekani, mnaona matokeo ya upepo. Haleluya eh, yes. Anasema upepo upepo uvuma upendako, upepo uvuma upendako, na sauti yake waisikia. Upepo unavuma unakokupenda, unapenda wapi? Upepo uvuma upendako, yes. na sauti yake waisikia wa lakini ujui unakotoka wala unakokwenda. Lakini ujui unakotoka na unako kwenda, ehe. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho, kadhalika na hali ya kila mtu aliyezaliwa na Roho ndani yake anaku, lazima apate nguvu ya kwenda. Upepo uvuma upendako, na sauti yako isikia, yaani lazima wewe upende kwa nguvu Upepo ukisema napenda mashariki, unaenda mashariki. Napenda kasi, napenda kusini. yes. muulize jirani yako napenda wapi? Amen. Oh my God, Jesus, praise God. Amen. kama unapenda kufanya biashara Tabora, move to Tabora. kama unataka kufanya biashara China, move China. Una, ah, ah. Oh. Upepo uvuma upendako, na tunaona sauti. Oh, mgeokija ni yako, unapenda kuelekea wapi? Unapenda kuelekea wapi? Unapenda kuelekea wapi? Unapenda kuelekea wapi? Ndipo walipo wana waliozaliwa na Roho. Amen. Wana waliozaliwa na Roho tunawatambua kwa sababu wao wanapenda kumuvu, awakae pale pale. yes. lazima wa muvu. Hey, lazima wa muvu, lazima tuone matokeo. Hey, kama ikuwa na gari moja, hey, weka huu, utapata la pili, but hey, hey, be a movement. Hey, leo nimepo movement. yes. nimepo movement. Hey, uko tayari kwa muvu? Ndivyo walivyo wana waliozaliwa na No. wao wanamvu wanapopenda. Yes. tunaona matokeo, si za tu tunaona tu nini, matokeo mwaka huu watu wataona matokeo. Amen. Yes. nasema haya mafuta ni ya matokeo, haya mafuta ni ya matokeo, haya mafuta ni ya matokeo, matokeo. Leo ya kupaka mafuta ya matokeo ndio, yeah. hey, my God. yes. unapaka mafuta ya matokeo watajiuliza ni ndoa yake Chris ya Tina mm, mm, ya Jenny ya Anna mm, ya mm, mm, James mm, mm, hii mm. ni ndoa imekuwa kuaje? Hawajui, wanaona results, sema ni mwendo wa matokeo. ni mwendo wa matokeo ni mwendo wa matokeo ni mwendo wa matokeo. ni mwendo wa matokeo ni mwendo wa matokeo. Aya, mafuta ni ya matokeo. Amen. Kule unapopenda utamvuma kama pale US, eh, UK nio, Japani, Kanada eh, Denmaki eh, eh, Sweden eh. Uko utavuma, uko utavuma, uko utavuma, utavuma. Ah o, kazi kama ni Arusha unakupenda, kama vuma Arusha. Haleluya, amen. Jesus, praise God, amen. Ukitaka kuvuma, Amen. Ukitaka kuvuma, Amen. Ni mwendo wa kuvuma, Amen. Ni mwendo wa kuvuma, Amen. Ni mwendo wa kuvuma, yeah. Ni, ma, ma, ni mafuta ya kuvuma, ndio. Utavuma uko pendako, Amina. Uko pendako, yeah. Kama unapenda biashara ya nguo, ndio. Utafanyaje? Uko, uko na vuma Unapenda biashara ya magari? Huko huko na vuma. Duka. Huko huko na vuma. Biashara kubwa. Ndoa. Heshima. Ajira. Uko uko, utavuma. Mwanangu mmoja alinifuata mwaka jana, mwaka juzi akasema, baba kuna kaka anafanya kazi ofisini. Baba nampenda lakini ja na aseme kitu eh? Nikasema nampenda, huko utavuma. Kaka nampenda lakini aseme kitu mm. Nikasema huko katavuma. Mwaka wa kwanza ukapita eh. Mwaka jana jamaa kaanza kuvuma, wamefunga eh, ndoa. Upenda upepo pendako, uko huko utavuma. Punga mkono wako juu. Huko unakopenda utavuma. Nasema utakuwa kimya watakusikia. Watakusikia. Watakusikia. Utasikika. Watakusikia. Huko huko utavuma. Utavuma. Amen. Leo nakupaka upako up, wa kuvuma kama unafanya biashara ya ujenzi eh, ya electronics, biashara ya hardware eh, uko kwenye hardware utavuma. Kama una biashara ya kufundisha eh, uko, Amina. Una biashara, uko, uko uko utavuma uko. Yes. Wachungaji oye oy, kwenye huduma zenu huko huko mtavuma uko uko, uko, tavuma, uko, uko tavuma. Watakusikia. Amen. Watakusikia. Amen. Watakusikia. Amen. Watakusikia. Amen. Watakusikia. Amen! piga makofi sema Bwana Yesu, huku kuna vuma pata sauti sema huku huku kwenye biashara ya nguo na vuma

Nitavuma kule nipendako Bwana Yesu, nitavuma kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Watu wataona matokeo ya kile nachokifanya, watu wataona matokeo ya kile nachokipenda katika jina la Yesu. Nitavuma, nitavuma kwa jina la Yesu, nitavuma kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, nitavuma Watu wataona matokeo ya kile nachokifanya ya kile nachokipenda, kwa jina la Yesu nitavuma, nitavuma, nitavuma, nitavuma, nitavuma, nitavuma kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu wazinaaiso wazinalaiso nitavuma kwenye biashara ninayoipenda nitavuma, nitavuma wenye kazi ninayoifanya, nitavuma, nitavuma kwenye huduma ninayofanya, nitavuma, nitavuma, nitavuma